Daktari Samia tumeyaona, tunakuombea dua na Mungu atakufanyia wepesi, unakwenda kushinda kwa kishindo. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais. Hapa Pangani umefanya mambo mengi sana. Mwenye macho anaweza akawa na macho asione, unaweza ukawa na masikio usisikie, lakini umepewa puha. Pia utashindwa kunusa. Hayo majanga, sio majanga, maendeleo yako ambayo umeyafanya katika wilaya yetu ya Pangani na taifa hayahitaji tochi kumulika, yanaonekana yenyewe kila pande za Tanzania. Tunakuomba na tunakuombea uwe na nguvu ya kuwapigania Watanzania. Umeipata nchi hii katika mazingira magumu lakini umetuvusha salama lakini leo tunaona maendeleo katika kila eneo. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais, naomba nimalizie kwa uchache. Mimi pamoja na wananchi wa Pangani leo katika hutuba ambayo umenielekeza kutoa shukurani, lakini sisi tumejipa jukumu. Pangani unaijua, na sisi unazijua, na changamoto zetu unazijua. Ni muda mfupi umekuja kufanya ziara ya serikali katika jimbo la Pangani. Leo hii umekuja tena. Nataka niseme haya sio mapenzi, haya ni mahaba. Umetuonyesha mapenzi, tunakwenda kukuonyesha mahaba na mawada katika kuhakikisha unapata kula za kutosha tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi. Mheshimiwa mgombea, naomba nimalizie wananchi wa Pangani, katika kipindi kijacho, tunaamini kwa kula zetu za kitosha unakwenda kutumalizia barabara ya Tanga, Pangani, Sadani pamoja na daraja katika kipindi ambacho tunakiona na tumesoma katika ilani umeshatuweka ulichotumaliza na kutumaliza pawa kila kitu ulichokitamani utufanyie kipo ndani ya ilani. Jukumu langu kama mbunge na waheshimiwa madiwani wenzangu kwenda kusimamia. Umetueleza unakwenda kujenga barabara ya Pangani mpaka Muheza. Umetuelekeza kwamba tunaenda kujenga barabara ya kutoka Kabuku inaenda genda genda inakuja Langoni mpaka Mwela, hivi tuseme nini leo? Wilaya yetu ya Pangani hapa mjini kila mtaa unatutandazia lami, hivi tuseme nini Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini kubwa, sisi wananchi wa Pangani, Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea barabara, na wilaya ya Pangani ni wilaya ya utalii. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, sina mashaka kwa dua za masharifu wa wilaya ya Pangani, kwa namna wanavyoziomba utashinda kwa kishindo. Sisi ambacho tunachokiomba, wilaya yetu ya Pangani ipo karibu na Zanzibar, wilaya yetu ya Pangani ina mbuga ya Sadani pekee ambayo imepakana na bahari, wilaya yetu ya Pangani ipo karibu na Arusha, wilaya yetu ya Pangani ipo karibu na Manyara, wilaya yetu ya Pangani ipo karibu na Mombasa, wilaya yetu ya Pangani ipo karibu na wilaya za mkoa wa Tanga ili tuweze kuzindua utalii wetu kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, leo ukiangalia Zanzibar utalii mkubwa, lakini hawana mbuga. Sisi tuna mbuga ya Sadani na hapa ni mwendo wa saa moja. Tunaomba sana twende tukaufungua usafiri wa majini, tunahitaji tuwe na fast boat, twende tukaizindua wilaya yetu ya Pangani. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tukipata boti, nini maana yake? utalii wa Ngorongoro, utalii wa Serengeti, utakuja Lushoto, utakuja Pangani, utavuka Zanzibar. Watu wetu watapata maendeleo makubwa katika wilaya yetu ya Pangani. La mwisho, wilaya yetu ya Pangani tuna